Habari kubwa inayotikisa ulimwengu wa teknolojia na ujasusi imetoka siku ya leo ambapo Microsoft imetangaza kugundua operesheni kubwa ya kijasusi ya Israeli baada ya zaidi ya miaka minne ya kufanya kazi kisirisiri. Kwa mujibu wa taarifa zilizofichuliwa, kitengo cha kijeshi cha Israeli kinachoitwa Unit elfu nane na mia mbili uh, kilitumia teknolojia ya Microsoft kujenga mfumo wa kijasusi wenye uwezo wa kushangaza mfumo uliokuwa unakusanya zaidi ya simu milioni moja za Wapalestina kwa kila saa. Taarifa zinasema kuwa mpango huo wa ujasusi ulizinduliwa rasmi baada ya mkutano wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja kati ya viongozi wa Israel na afisa mtendaji mkuu wa Microsoft. Baada ya hapo mfumo huo ukawa unafanya kazi bila vizuizi vyovyote vile, ukiwafuatilia Wapalestina kwa kiwango cha juu kabisa, huku dunia ikiwa haina habari hata kidogo lakini cha kushangaza zaidi Microsoft imedai imedai kugundua mfumo huu sasa miaka minne baada ya kuanzishwa kwake. Wengi wanahoji je, kweli kampuni kubwa kama Microsoft haikujua kinachoendelea au imeamua kuingilia kati sasa kwa sababu ya shinikizo la kisiasa na kijamii ambayo limekuwa likitokea ulimwenguni kote? Ukweli ni kwamba hatua ya Microsoft imekuja baada ya maandamano makubwa yanayounga mkono Gaza duniani kote, pamoja na uchaguzi uchunguzi mzito wa gazeti la The Guardian. Uchunguzi huo ulifichua namna mfumo wa kijasusi unavyokuwa unakiuka haki za kibinadamu, ukiofuatilia wa Palestina kwa kiwango kisicho cha kifani. Baada ya aibu hiyo, Microsoft ililazimika kuanzisha uchunguzi wa haraka na kuondoa mara moja huduma kwa Unit elfu nane mia mbili lakini hatua hiyo imeonekana kuwa ya kuchelewa mno. Kwa upande wa Israel, taarifa zinaeleza kuwa Unit elfu nane mia mbili ilihamisha haraka uh, kanzi yake data uh, kubwa ya kijasusi kutoka Uholanzi ili isije ikakamatwa na kuzuiwa zaidi. Vyanzo vya kijasusi vinasema kuna mpango wa kuhamishia mfumo mzima katika Amazon Web web Service, yaani AWS, kampuni nyingine kubwa ya teknolojia ya Marekani wachambuzi wanasema tukio hili linatoa picha mbaya kwa makampuni ya teknolojia makubwa kama Microsoft na Amazon ambayo mara nyingi yamekuwa yakilaumiwa kushirikiana na serikali katika ufuatiliaji usio wa kisheria. Swali so, kubwa linabaki ni je, ni kweli Microsoft haikujua au ilikuwa inafumbia macho mpaka hali ilipochafuka kisiasa? Unity elfu nane mia mbili ambayo mara nyingi huchukuliwa kama uh, NSA ya Israel, inajulikana kwa teknolojia za hali za juu za udukuzi na ujasusi wa kielektroniki. Kitengo hiki kimehusishwa na uvamizi wa taarifa binafsi, mashambulizi ya kimtandao, na hata kusaidia makampuni binafsi ya Israel yanayouza zana za kijasusi duniani kote. Kwa hiyo hii si tu habari ya kawaida ya kampuni kubwa ya teknolojia kukiuka masharti yake ya huduma. Hii ni hadithi ya uhusiano tata kati ya mataifa, makampuni ya teknolojia na haki za kibinadamu, ambayo sasa imewekwa wazi mbele ya macho ya dunia. Kwa sasa Microsoft inadai inaendelea na uchunguzi, lakini imani ya umma tayari imepungua sana na kama taarifa za uhamisho wa data kwenda Amazoni zitathibitishwa, basi mjadala huu utaubiwa swaji jipya lingine. Je, kampuni kubwa za teknolojia zinaweka faida mbele ya haki za kibinadamu?